Namkwingine kwa mtazamaji ni kwamba sekta ya afya ni mojawapo ya sekta zilizoshuhudia misukosuko si haba mwaka huu, huku migomo na changamoto za utekelezwaji wa bima ya afya ya SHA zikisalia dhahiri sehemu nyingi. Kutoka mgomo mrefu zaidi wa wahudumu wa afya katika kaunti ya Kiambu hadi tabasamu ya muuguzi aliyehudumu kwa zaidi ya miongo miwili katika hospitali kuu ya, ya rufaa nchini, mwanahabari wetu Mary Muoki alikuwa mstari wa mbele kutufahamisha yote haya kuhusu sekta hii ya afya. Hospitali ya rufaa ya Kenyatta imeshutumiwa mara kwa mara kwa ukosefu wa vifaa vya matibabu na foleni ndefu. Kwa wengi, imekuwa ni taswira ya changamoto zinazokumba utoaji wa afya ya umma. Kuna mengi ambayo huwa hayasemwi. Mapema mwaka huu nilitangamana na wauguzi katika chumba cha wamama cha kujifungua na nilichoshuhudia ni waume kwa wake ambao hujitolea udi na mbari kila siku, ili kutoa huduma za afya kwa kinamama hawa na kuhakikisha kwamba kila mmoja anayefika hapa anapokea huduma inayostahili. Mara nyingi wanafanya hivi bila vifaa vya kutosha, wakiwa wamechoka na kujikataa wenyewe Bikiraji. Hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ni hospitali kubwa zaidi ya rufaa nchini Kenya. Kwenye shuruba hizi, shughuli zinaendelea kila sekunde. Kina mama wanaofika hapa kujifungua wanapata huduma. Ndani ya wodi za kujifungua, wauguzi hufanya kazi licha ya uchovu mkubwa na mzigo wa kihisia, wakitoa huduma katika mazingira yanayohitaji ujuzi na kujitolea kwa hali ya juu kwa mtazamo wa nje. Msongamano wa wagonjwa ni rahisi hapa, vitanda vichache na wafanyikazi waliozidiwa ni dhahiri hapa. <coughs> Nilipoangazia taarifa yake mapema mwaka huu muuguzi mkuu Ann Gishuhi alinikaribisha kwenye maisha yake kama muuguzi wa takriban miaka thelathini na tano katika hospitali hii. Ann akisaidia kina mama kuwakaribisha malaika wao duniani. Mara nyingine safari zinakuwa rahisi. Na kwa siku nyingine safari hii inakosa furaha.

So wahudumu wa afya kama An ndio wale wanaotoa wa matumaini kwa Wakenya licha ya kuyumbayumba kwa sekta ya afya ya umma. Bidii ya An na wenzake ikiwa ya kuigwa. Hata hivyo, huruma tu hauwezi kuendeleza huduma za afya zaidi ya kuta za hospitali. Maamuzi ya kisera huamua ni nani anayepata huduma na ni nani anayeachwa nje. Katika kipindi cha takriban mwaka mmoja uliopita, bima ya SHA imekuwa ya msukosuko. Huku mashujaa binafsi kama muuguzi Anne wakiendelea kuhakikisha kwamba huduma za afya zinapatikana hospitalini, mabadiliko ya kimfumo pia yanaathiri jinsi huduma hizo zinavyotolewa. Kama wanahabari, huu ni mzigo ambao mara nyingi huwa nasi kwa muda mrefu. Ilisaidia sana wakati tulimpeleka Machakos na kwa malipo yake mimi naona iko na manufaa mazuri, imekuwa na changamoto mingi sana manake you have to pay annually na siyo kila mtu mwenye ako na mapato ya kulipa kwa mwaka. Taarifa hizi mara nyingi zikituacha na maswali yasiyo majibu. Migomo ya madaktari pia haikukosa mwaka huu, mgomo uliokuwa mkali zaidi ukiwa ni ule wa madaktari kaunti ya Kiambu, huku wagonjwa wakihangaika kupata huduma za matibabu kwa miezi mitano wakati wa mgomo huu kina mama waliwapoteza wana, wagonjwa walilazimika kujipanga na wengine wakikosa namna. Vuta nikuvute kati ya wahudumu hawa na serikali ikiwaumiza wagonjwa, kwa siku mia moja hamsini na moja hospitali za umma Kiambu zilikosa faida. Safari iliyoanza kama mzozo wa kizazi ukiwa mgogoro mkubwa wa kiafya, fahali walipokuwa wakipigana, kina mama walikuwa na tanzia. nifika yes on time sasa hiyo kupimwa 6 centimeters, nimefunguka, ndio nikaambiwa uko na possibility ya kuzaa by 8 usiku. Hiyo ndio daktari alikuwa ameniambia. Nyenye nilipata mtoto it was my happiness, na nilikuwa nafikiria mtoto ataniletea ni baraka kwangu, so nilikuwa nimeanza kubod na mtoto wangu. Nimekuwa nagoja for long time, nimtupe tu hivyo? Wacha nimpeleke nyumbani, nikienda nitakuwa naenda napanda maua nasema womb. Kwa serikali ya kaunti, jibu likiwa ni tofauti na maelezo ya kina mama. Umekuwa ni mwaka mzima wa safari ya sekta ya afya kutoka kwa migomo ya wahudumu wa afya hadi msukosuko wa bima ya SHA, vilio vya kufeli kwa bima na hata juhudi za waliojitolea kuhakikisha faraja palipo na dhiki. Tumaini yangu ni kuwa mwaka ujao utakuwa bora kiafya na kisera, kuziba mianya, kuhakikisha afya kwa wote. Mary Muoki, Runinga ya Citizen.